Level ya watumishi wa umma wao wanajaza ahadi ya uadilifu na hawalazimiki kutaja wana nini wanapoanza majukumu hayo, hawalazimiki kila mwaka kutaja wameongeza kitu gani, hawalazimiki kutaja chanzo cha hilo ongezeko. Sasa mimi uzoefu wangu wa kuwa serikalini sababu ni, nimekuwepo na, ni na nimekuwa na bahati nzuri katika kukua kwa kwangu niko huku huku. Nimekuwa Benki Kuu, nikatoka hapo nikawa naibu waziri wa fedha, nimetoka hapo nimekuwa mambo ya ndani, nimetoka hapo nimekuwa katiba na sheria, nimetoka hapo waziri wa fedha. Najua najua najua u, najua m, umo serikalini najua dirisha la la, la madirisha ya se, madirisha ambayo yana yana nyufa za fedha ya umma kuweza kupotea kwa kiwango kikubwa, ni pale inapokusanywa na pale inapotumika. Haipotelei hapa njiani, huku kwingine, huku kote ni huku kwingine huko kote ni mifumo tu kote huko kwingine ni mifumo tu. Ndio maana kuna mwaka niliwahi kuwacheka watu niliposti, siku moja nimeposti birthday ya, ya katoto kangu kamoja chipukizi hivi jamaa akasema kamejaa dola zetu, nikasema sasa kanakutana nazo wapi? Kwa sababu Ukishatoa World Bank na IMF inaenda benki ina, ina, ina, ina, ya dunia. Ikitoka benki ya dunia inaenda halmashauri kule inakotekelezwa, ama kwenye wizara kule, kanakutana nayo wapi? Sasa ndio e, ni nzuri pia Watanzania wakajua mifumo ya mambo ya, ya fedha yanaenda huwa ya inafanyikaje. ni lazima tuzibe pale kwenye maeneo ya wale watu wanaokutana na fedha eh. Ile posti yangu hata Ridhiwani wewe iliwahi kukukuta enzi huko, mtoto wa rais Ridhiwani, rizi rizi, mtoto wa rais anakutana na fedha wapi? Yani fedha iliyoenda kiela inakutana naye wapi? Inakutana nayo wapi? Watu wajue, ni vyema watu wakajua hii mifumo na, na sijui kwa nini sheria hizi ziliwekwa makusudi, si ni makusudi ama kwa kutokuielewa kwa nini ziliwekwa hivyo, wale watu wanaokaa kwenye tender board, wale wanaotengeneza mkataba wanakuja watu kumi, wanaitaka hiyo kazi, kila mmoja anasema, ukinipa mimi hapa, ukinipa mimi wewe, tutafanya hivyo. Huko ndiko fedha inakopotelea. Wanakuwaje hawa wawe wao? Hawana fomu wanayojaza? kuna, kuna baadhi ya watoa wa, rushwa kuna baadhi ya watu wa rushwa, mheshimiwa waziri, unaweza ukakuta zile tenda bodi za wizara zote wanawajua wajumbe. We, we uliye waziri hata uwajui, wao wanawajua wote na namba zao za simu. Ukipeleka bajeti ya serikali wewe waziri unapambana, una, una, una, una kuisoma na, na, na mheshimiwa kamati yako, mnapambana na nyaraka, mkimaliza kuipitisha wanakushangilia, unaweza ukadhani wanashangilia umesoma vizuri bajeti, kumbe wanajua dili limepita asilimia zote zimepita. Hayo ndo maeneo ya, ku, ya kuyadhibiti. Siku hile nilisema Sekretarieti ya Maadili ya Utumishi wa Umma wanapoandaa zile sheria wawashirikishe TAKUKURU. Mnajua maeneo yenye maeneo oevu, maeneo yale ambayo yanaviashiria vingi vya rushwa ndo yawe fomu namba moja kwenye masuala ya udhibiti unampelekea diwani akajaze fomu. Mbunge ana- anapitishaga ana mkataba gani? Nani anamkumbuka mtu asiyefanya uamuzi ampelekee rushwa? Naibu waziri, nani anampelekea mtu asiyefanya uamuzi rushwa? Yani mtu wa rushwa atakuwa lofa kweli kweli, unampelekea mtu asiyefanya maamuzi atoe, umpe rushwa ili afanye. Then unakuta kuna kuna watu wapo tu wametulia kwenye comfort zone kwenye eneo tulivu kabisa kabisa lisilo na disturbance yeyote, wanapokea taratibu rushwa. Aliwahi kusema mheshimiwa rais, kwamba baadhi ya miradi inasuasua kwa sababu fedha yake inakuwa imeshagawanwa na wale wa, wa, wakati wanajadiliana kuhusu mkataba.